Kitu kinachoondoa innovation discovery maono kushuka ni kujipendekeza. Hii ni roho, imeandikwa kwenye kitabu cha Daniel, kwamba watu watapata mambo vitu kwa kujipendekeza. Unaweza ukasema Mungu anatumia watu, kuna connection, lakini unatakiwa uelewe na shetani anatumia watu. Angalia connection, usijua ukajikuta umekuwa connected kwenye bomba la maji taka Roho ya kujipendekeza, ukishaona mtu ana tabia ya kujipendekeza, kuombaomba namba namba, kila mtu anataka kujiatachi na kila mtu, huyo mtu hana uwezo, kaa mbali na mtu kama huyo. Ukiona mtu ana roho ya kujipendekeza, ujue anategemea wanadamu, na amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kinga yake Mtu kama huyo moyoni mwake amemwacha Bwana. Imeandikwa hivyo kwenye Yeremia. Ukishamwacha Bwana, utapata mwongozo kwamba ni nani Mungu amemweka kwa ajili yako, au ni timu gani Mungu ameiweka kwa ajili yako, utakuwa unaenda kubahatisha bahatisha. Ndio maana unaomba kila mtu namba, unabahatisha bahatisha, unalaumu watu siku hizi, hatutafuti akutafute nini? Yeye ndo ameandikiwa au ame, ame, ame, amepewa kibali cha kukuvusha wewe au kukusapoti siku hizi, alikuwa mwenzetu ni mwenzetu kabisa, sio mwenzako, ana seko nyingine. Lazima ujifunze kuangalia Mungu, Mungu, Mungu. Ukishamwacha Bwana Mungu moyoni mwako, ukishamwondoa Mungu, utakuwa unaenda kwa kupapasa papasa, kubahatisha bahatisha. Ndiyo roho ya kujipendekeza, na imebeba uchonganishi, imebeba wivu, imebeba choyo, imebeba kuangamiza wengine lazima utakuwa na mashtaka ya uongo kwa wengine, ni roho chafu. Ukishaona imeingia ime, watu wanajipendekeza, hakuna maendeleo hiyo sehemu, hakuna maono. Watu wote wanaojipendekeza hawana uwezo. Ndio maana anajiatacha, anachekacheka na kila mtu, kwa sababu anamtegemea kwamba, unajua, naweza nikaumwa na nikakwambia utaumwa na nikakwambia uta, yuko mtu wa kukuchukua wewe, wa kukulinda. Ukishamtumainia Mungu, Mungu atakuagizia malaika zake, ataleta watu watakulinda. Ndiyo maana imeandikwa msiache kukarimu wageni, kwa sababu kwa namna hiyo wengine walipokea malaika. Wako watu ambao wanatumika na Mungu. Mungu atawaleta kama wageni kwako, hata kukutanisha nao.